Kwa hiyo suala la kubeti ndani ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni baya zaidi na ni hatari sana, na inawezekana ikafikia wakati hata ikaporomosha zile thawabu ambazo mtu angezipata kwa ajili ya funga. Kwa mfano, labda inawezekana ikawa umefunga umepata thawabu kumi mathalan, alafu wakati huo umepata thawabu kumi unakwenda unafanya makosa yenye uzito wa madhambi mia moja Unakuwa umepata nini? Maanake ile kumi imefutika na bado una mizigo mingine katika hali za namna hii. Kwa hiyo katika mazingira haya tunawaambia vijana kubeti ni hatari kabisa. Kubeti ni kamari na kwa kuwa ni kamari ni sawa na kutangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo kazi nyingi tu za halali za kufanya ambazo watu wanaweza wakafanya na Mwenyezi Mungu akatia baraka katika kazi zao. Na wala mtu asione kwamba kwa sababu ana beti anapata akahisi kwamba ndio kazi hiyo itakuwa sasa imehalalishwa. Maana kuna wengine hicho ndo kigezo kwa, nikibeti nikiweka mimi mia tano napata laki mbili. Sasa hii inakuwa kazi gani? Kwamba ni iwe kazi mbaya hii ni kazi nzuri bwana, labda anapata hela sadaka msikitini, aiwa alafu anakwenda kutoa sadaka kwa pesa hiyo. <laughs> She, tuangalie, tuangalie vijana eh, kundi kubwa la watu ambao naweza nikasema dunia sasa wametawala mm. Eh, watu ambao wana baadhi yao wanasema kwamba hawana ajira vijana mm. Hawa wamejikita kwenye masuala mazima ya kubeti huko wakiamini okay, kubeti ndio chanzo cha kipato chao mm. Wengi kama wamepumzika kwa muda wa mchana, lakini usiku wanabeti mm. Eh, tunawaambiaje ni halali kwa kufanya vile ambavyo wanaamini kwamba wanatafuta ridhiki mm. Kubeti usiku mchana wanajizuia mm. Eh, mimi kwanza niwaambie kubeti kabla ya mwezi wa Ramadhani kubeti ni haramu tu, katika miaka yote, siku zote, nyakati zote, kubeti ni haramu, kwa sababu kubeti ni kamari na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema yoyote yule ambaye anaye anayekula riba na ha ala ya kamari basi ha ametangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kavaa bukta, alafu kavaa yale manania kupigania, alafu kaingia ulingoni, anataka kupigana na aliyemuumba. Ni hatari sana, yani ni jambo zito mno, na hasa kwa vijana wa Kiislamu, mimi ni washauri waache, kwa sababu kama tulivyosema hapa mwanzo ya kwamba tukio baya au jambo la maasia likifanywa nje ya mwezi wa Ramadhani linakuwa baya na malipo yake ni mabaya, lakini kadhalika likifanywa ndani ya Ramadhani ndio linakuwa baya zaidi katika hali. Kwa hiyo suala la kubeti ndani ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni baya zaidi na ni hatari sana, na inawezekana ikafikia wakati hata ikaporomosha zile thawabu ambazo mtu angezipata kwa ajili ya funga. Kwa mfano labda inawezekana ikawa umefunga, umepata thawabu kumi mathalan, alafu wakati huo umepata thawabu kumi, unakwenda unafanya makosa yenye uzito wa madhambi mia moja, unakuwa umepata nini? Manake ile kumi imefutika na bado una mizigo mingine katika hali za namna hiyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharan yara, siku zote yule ambaye atakayefanya matendo mema hata yakiwa na udogo wa kiasi cha atom basi siku ya kiyama mtu huyo ataona, lakini yule ambaye atakayefanya matendo mabaya yenye uzito wa kiasi cha atom au mdudu chungu, siku ya kiama atakwenda kukutana nayo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo, katika mazingira haya tunawaambia vijana kubeti ni hatari kabisa. Kubeti ni kamari, na kwa kuwa ni kamari, ni sawa na kutangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo kazi nyingi tu za halali za kufanya ambazo watu wanaweza wakafanya na Mwenyezi Mungu akatia baraka katika kazi zao. Na wala mtu asione kwamba kwa sababu ana beti anapata akahisi kwamba ndio kazi hiyo itakuwa sasa imehalalishwa. Maana kuna wengine hicho ndio kigezo kwa ni kibeti, nikiweka mimi mia tano napata laki mbili. Sasa hii inakuwa kazi gani? kwamba ni iwe kazi mbaya hii, ni kazi nzuri bwana. Labda napata ila sadaka msikitini, aiywa alafu anakwenda kutoa sadaka kwa pesa hiyo <laughs> miongoni mwa hatari iko hivi katika vitu ambavyo vitakavyoulizwa na Allah Subhanahu wa Taala ni hivi vifuatavyo: mmoja, ataulizwa mtu kutokana na ujana wake kabla ya uzee mm. shababaka kabla haramika, kwa maana ujana wako kabla ya uzee wako utaulizwa uliutumiaje ujana mm. Je, majibu yako yawe nini? nilikuwa na beti sana, ni hatari sana. Lakini kadhalika baada ya hapo utatumiwa ichi ulichokipata, ulikipataje mm. Yaani ni swali ili Mwenyezi Mungu atawauliza waja wake, hiki ulichokipata ulikipataje? Unaona mm. na baada ya kukipata pia umekitumiaje? Mm. Cha kwanza lazima utoe majibu ya ulichokipata, ulikipata kwa njia gani? Mm. nilikuwa na beti sana. Ah, umepata kwa njia ya kubeti, naam. Kwa hiyo umepata kwa njia ya haramu kwa kuwa umepata katika njia ya haramu, basi kadhalika nasema naenda kutoa sadaka hiki ambacho nilichokipata katika njia ya haramu. Alafu tena, sio tu unakwenda kutoa sadaka alafu baadaye ukaacha yale matendo mabaya mabaya. Hapana, unaenda kutoa sadaka hiyo, alafu unaendelea na kazi hiyo. Hii la yajuzu shar'an, kisharia. Imekaa vibaya sana. Kuna kanuni ya kisharia inasema inasema anasema idha bunia ila lharam au ma bunia fi lharami fahuwa haramun, yani chochote kile ambacho kilichojengewa katika misingi ya haramu, basi hatana yale yanayoendelea baada ya kutoka katika msingi wa haramu na, na yenyewe yanakuwa ni majambo ya haramu. Kwa hiyo kinachotokea kwa mtu huyu ambaye kabeti ka akapata pesa akaamua kwenda kutoa sadaka msikitini mathalan au akaamua kujenga msikiti kwa pesa ya kubeti, malipo yake atayapata, wala hakosi malipo. Lakini malipo anayapata ni malipo gani? Malipo yake ni ile kusifiwa na watu hapa duniani. Halas, habari imekwisha, fulani bana anatoa sana sadaka. Lakini kumbe sadaka yenyewe inatokana na kubeti. Basi huku kusifiwa sana ndiyo malipo yake. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Quran, anasema hal thuwibal kufaru ma kanu yamalun, inaitwa hal istifhamu linkari, istifhamu inayohitaji majibu ya kukataa. Anasema hivi, wale watu ambao hawajamkubali Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mnahisi watapata thawabu kwa yale mazuri mazuri yao walikuwa wakiyafanya? Majibu, hapana, hawawezi kupata thawabu, bali watapata sifa kutoka kwa wanadamu wenzao. Watawasifia. Mashaallah, fulani kajenga msikiti. Mashaallah, fulani anatoa sadaka bana. Mashaallah, fulani anasaidia bana. Mashaallah, fulani bana, kwa watoto yatima. Mara kadhaa tunamwona akienda kutoa msaada huku kusef, kusemeka. Kwa namna hii ndiyo malipo ya yule ambaye anayetafuta mali ya haramu, alafu akaip, aka, aka, akaipeleka katika maeneo halali. Kwa hiyo sifa zake kusifiwa, kuonekana mtu bora, mtu safi.